usalama kubaki rehani. Lakini afariki dunia akiwakimbia maofisa dawa za kulevya, afariki dunia akiwakimbia maofisa dawa za kulevya. Lakini habari kubwa ni Lisu avuka kiunzi kortini. Eh, Lisu avuka kiunzi kortini, mahakama yaamua, eh, shahidi wa jamhuri aonwe na majaji yaagiza kizimba maalum cha kiboksi kilichojengwa eh, awali kirekebishwe ndani ya saa 24, lakini pia pingamizi la Chadema mgawanyo wa mali la tupwa ya e, yunebari inaosema Lissu wavuka kiunzi kortini. Lakini huduma ya upandikizaji ini muhimbili sasa ni rasmi e, huduma ya upandikizaji ini muhimbili sasa ni rasmi. Yunebari endelea ukurasa wa nne. Lakini mwafaka wa maridhiano kisiasa Zanzibar umeiva, e, muafaka wa maridhiano kisiasa Zanzibar umeiva. Na mwalimu wanafunzi 11 wavamiwa e, na e, wavamiwa na nyuki na kujeruhiwa mwalimu. Na wanafunzi wake kumi na moja wavamiwa na nyuki na kujeruhiwa. Hiyo ni habari inaendelea ya ukurasa wa kumi na nne kwenye gazeti lako la Nipashe, mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini le, tukichana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti la, la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema Lissu afumua kizimba cha mashahidi. E, Lissu afumua kizimba cha mashahidi. Lakini mvutano wa kifo cha mtuhumiwa E, mvutano wa kifo cha mtuhumiwa e, mjomba asimulia hatua kwa hatua e, alivyotiwa mbaroni na polisi na alivyopokea taarifa za kifo chake, lakini e, waishushia lawama polisi wakitaka e, uchanguzi kwanza. RPC asema mtuhumiwa amekufa kwa presha, lakini nani ameua pacha hawa wa miezi kumi. Uh, yuni habari kwenye gazeti la Mwananchi linalouliza nani ameua pacha hawa wa miezi kumi, lakini siku tisini za katika hatima ya kuingia siku, uh, gizani. Yuni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la kula Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema kasi ya kuongeza uwezo wa kisayansi kuwa endelevu, lakini mmiliki wa daladala mbaroni, dereva akimgonga trafiki na Samia ateua wenye viti wa bodi nne, eh, lakini eh, afa akiwakimbia maofisa wa dawa za kulevya, na habari kubwa kabisa ni Rais Samia avuka malengo ya ahadi siku mia moja eh, Rais Samia avuka malengo ya ahadi siku mia moja Lakini Mwigulu atoa maagizo sita utalii huyo, eh, ni Dr. Mwigulu atoa sita eh, maagizo utalii, waliohodhi ardhi muda mrefu wa mulikwa hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini tukichana gazeti lako la Habari Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaanza na habari inaandika mageuzi makubwa utalii, lakini Dr. Komba achagua sahihi peramio na mnanauka ataja mafanikio ya vijana siku mia moja za Rais Samia, lakini Chalamila amtolea uvivu mkandarasi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye ukurasa wa mbele inaandika mchakato nyongeza mshahara unaendelea. Huyo Dr. Haruni au asema e, mchakato nyongeza mshahara inaendelea. Lakini Hemedi, mambo ya ndani lindeni maisha raia. Hilo ni gazeti la Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini simzidi ya dhihirisha dhamira ya kukuza biashara na uwekezaji e, lakini zaa ya kanusha wizi wa mizigo eh, eh, eh AAK yule mbani kutoka uwanja wa ndege eh. Ni gazeti la kula Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwa chana gazeti la kula Zanzibar leo, tuangazie kwenye gazeti la kula majira lenye asubuhi ya leo linaandika arasi cha mila aonya watakao chelewesha miradi. Lakini ukiona dalili zifuatazo, kimbili ya hospitali. Ni dalili gani? Lakini bado tunasema ukiona dalili zifuatazo eh, kimbili ya hospitali lakini waziri na nauka ataja ahadi kumi na tatu uh, Rais Samia zilizotekeleza. Waziri na nauka ataja ahadi 13 alizotekeleza Rais Samia. na bodaboda mia tano mbioni kufanya kazi UAE. lakini Samia afanya uteuzi wa wenyeviti wa bodi uh, Samia kufanya afanya uteuzi wa wenyeviti wa bodi habari kwenye gazeti lako la kula majira kwenye kurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini kuongezea kwenye gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza, inaandika mradi wa utalii unaogharimu bilioni 114 wazinduliwa. Mradi wa utalii unaogharimu bilioni 114 wazinduliwa. Lakini serikali kuimarisha teknolojia ya breli kuwainua wasioona. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele, patenekele yako kwa habari kwa kinam. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo linaandika bilioni habari eh, kumradhi, kuna gazeti la kula Mtanzania leo linaandika eh, siku mia moja Ikulu, Rais Samia aliahidi ametekeleza. Lakini muungano ulivyoifanya Tanzania kuwa nchi tulivu tulivu zaidi zaidi barani Afrika, eh, muungano ulivyofanya Tanzania kuwa nchi tulivu zaidi barani Afrika. Lakini mahakama yatupilia ya mbali mapingamizi manne ya Lissu, lakini kabudi ahojiwa na tume ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29 na Rais Samia afanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Hilo mbali, ni gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa mbele. Lakini raia mzalendo gazeti lako ukweli na wazi naandika eh, waziri akilapo asipoendeleza ardhi ndani ya miaka mitatu ataipoteza. Lakini rais Samia ateua ana makina eh, lakini siku mia moja za rais Samia Ikulu, waziri na nauka asema amevunja rekodi ya watangulizi wake lakini aeleza vijana walivyonufaika na mafunzo mikopo hiyo, ampongeza e, Samia e, kwa kutoa bilioni mia mbili kukopesha vijana na wanawake, na ni kati ya siku mia moja zenye matokeo ya haraka kuwahi kutokea. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi hulu lenye ukurasa wa mbele linaandika rais Samia aweka rekodi mafanikio siku mia moja Ikulu lakini muungano wa Tanzania wa wachimbuko msingi wa nguvu za taifa e, lakini Moi yaanza upasuaji urekebishi uh, viungo vilivyopooza. Hiyo ni habari kwenye kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa e, za mbele lakini gazeti la kula Dira ya Mtanzania inaandika siku mia moja za rais Samia zimewabeba vijana. Huyo ninanauka asema, ampongeza kwa kutoa bilioni mia mbili za wanawake na vijana, asema imetokana na dhamira yake ya dhati ya kusaidia vijana lakini yaweka mkakati wa pamoja kunoa wafanyakazi. Muhimbili yatoa huduma za kibingwa kwa watu, habari kwenye gazeti lako la Dira Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la uelekeo lenye linaandika Dr. Samia ametisha siku mia moja, e, Dr. Samia ametisha siku mia moja. Mauzo ya nje yaongezeka mpaka siku mia moja za Samia. Lakini Chalamila acha chama kusuasua kwa mwendo kasi e, Chalamira cha chama kusuasua kwa mwendo kasi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana na gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Uelekeo linatuandikia Simba ya irarua vikari KMC sebuleni kwao e, Simba ya irarua KMC sebuleni kwao. Lakini Dr. Mwigulu Nchemba ataka uwajibikaji kamati ya Afcon Yanga yaita mashabiki Amani Kompleksi, lakini mabururu arejea bure Al Itihadi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa eh, za michezo, partner yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Tanzania leo linaandika kibu amfuata ziziki Libya, lakini siku mia moja za Samia Simba Yanga Stars zapiga bao e, lakini Yanga macho yote nyu Amani Kompleksi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kurasa za michezo. Huku Singida Black Stars waizamisha Fountain Gate. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako linaandika e, eh, mama mzazi wa Chidi Benz ya fariki dunia. Lakini e, eh, Cristiano Ronaldo kumfukuzisha kazi rais wa Al Nassr. E, eh, lakini kuna habari inasema eh, Al Nassr yazidi kuvuna wachezaji kutoka Simba. Hii ni Al Nassr ya Libya. Hiyo eh, ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti laku la Majira linaandika serikali ipo gado kuhusu ujenzi wa viwanja vya Afcon. E, serikali ipo gado kuhusu viwanja vya Afcon. BMT yawataka viongozi Chaneta kuinua netball. Lakini Simba yampa baraka Kibu Dennis kukipiga Libya. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo linaandika waandaaji Miss Zanzibar wapewa angalizo. Lakini Azam waifuata waidadi na matumaini mla ndege adidimiza polisi hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo inaandika Msigwa, serikali haijakosa fedha kumalizia uwanja wa soka e, Arusha. Lakini Mo Mangungu hapa toshi. Yanga zitolea macho pointi tatu za JS Kabylie. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako eh la Mwanaspoti lenye linaandika Pakome Okelo wawekewa bilioni kumi na mbili. Pakome Okelo e, wawekewa bilioni kumi na mbili. Kigogo Yanga afichua nyota mpya atua, lakini kibu ashindwa kujizuia. Simba Tanzania Prisoni, e, Otieno, e, kimenuka, e, Tanzania Prison na Otieno kimenuka. Hiyo habari kwenye gazeti e, e, lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwenye michezo linaandika e, usiri wa tawala Yanga ikiwa alika JS Kabliye